Raisi wa awamu ya nne wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Jakaya Mrisho Kikwete ametembelea chuo kikuu cha kilimo Ndaki kilichopo mkoani Lindi na amefurahishwa na maendeleo ya mradi huu hadi sasa, ambapo umefikia asilimia sitini na tisa. Rais Kikwete amefanya ziara hiyo leo Juni 30, 2025 n na kushuhudia maendeleo yanayotekelezwa katika mradi huo. vimepewa nao pesa wengine watajenga kwingine, sio jukumu langu mimi kuwa, kuwa kuwaelezea kwa hiyo hayo ndio tunaendelea. Nimefurahi na hatua iliyofikia sasa, kwamba ndani ya miezi mitatu minne ijayo ta, kazi itakuwa imekamilika. Mie nikiwa hivi sio fundi, naona kama vile miezi mitatu kidogo sana, lakini wenyewe wamesema Septemba tutakabidhi. Mimi nitakuja tena Septemba, kija hmm. Septemba huku basi, kama nitakuja kwenye kampeni basi, nikija kwenye kampeni nitachepuka kuja <laughs> a <Kuja. laughs> kuangalia kama kweli kama kweli mambo yanaendelea. Nachosema, nashukuru sana halmashauri kwa kutupatia ardhi eneo zuri kile katika kujenga hapa. Pia tunajenga kituo cha utafiti pale Ruangwa, nao nilikwenda Ruangwa, wametupatia eneo zuri sana pale, tunajenga majengo matatu, ujenzi pale umefikia asilimia sitini. Safari hii sitafika kule, namwamini tu Injinia hapa kwa mambo yanakwenda vizuri, naamini kwamba nakule nako Septemba mambo yatakuwa tayari, basi vizuri. Kwa hiyo niseme tu, watu wa Lindi, ongereni kwa hatua hii tuliofikia, katusaidia kuinua hadhi na, na, na, na maendeleo ya eneo hili. Ila wakati ule nilitoa ushauri kwamba, unajua mnapojenga taasisi kama hii watu wana tabia ya kuja kujenga kuzunguka. Kwa hiyo ni vizuri halmashauri ya manispaa waanze sasa kupima viwanja. Heri, Abdalla, Chivihi Media.